Taarifa mwingine hapa, Mheshimiwa Ulikaita. Aha, nataka nimpe dada yangu taarifa hapa. Anavyozungumza habari ya watafiti, Profesa Patrick Ndakidemi kwenye jono ya watafiti wanaoheshimika duniani ni namba mbili Tanzania, lakini inapokuja kwenye wataalamu wa kilimo nchi hii ni namba moja ana pointi hamsini na sita na anayemfuata na hamsini na moja na arobaini na moja. Mheshimiwa Neema unaipokea hiyo taarifa? Naipokea sana taarifa hiyo, na naomba nichukue fursa hii kumpongeza sana mzee wangu baba yangu Mheshimiwa Profesa Ndakidemi. Kwa hiyo niendelee pale ambapo nilipokuwa nimeishia, ni lazima pamoja na uwekezaji mkubwa unaofanyika Serikali kupitia Wizara ya Kilimo ni lazima iwekeze fedha za kutosha katika tafiti ili wanasayansi wetu waendelee kufanya kazi iliyo bora ambayo pia itajumuisha kutafiti hizi mbegu za kisasa ambazo tunaletewa zinakuwa zina madhara au zinakuwa zina tija pamoja na kwenye maeneo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo nirejee tena kuipongeza serikali kwa kazi kubwa iliyofanya, nirejee tena kumpongeza kaka Bashe kwa kazi kubwa anayofanya, na nisisitize umuhimu wa kuwa na benki za mbegu za asili katika mikoa yetu yote, na baada ya kusema hayo mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Neema ni Lugangira. Nimtaja Mheshimiwa Dr. Tea Mede